Kwa roho ya uamsho ambayo ipo katika siku hizi za mwisho inaambatana na matendo makuu ya Mungu, utukufu mkuu wa Mungu. Kitu cha pili ambacho hii roho ya uamsho inaambatana nayo ni maarifa makubwa ya Mungu. Maarifa makubwa ya Mungu. Maarifa makubwa ya Mungu. Kitabu cha Bakuki sura ya pili mstari wa kumi na nne anasema ya kwamba dunia nzima itajawa na maarifa ya Mungu kama jile maji yanavyofurika bahari. Dunia nzima itajaa na maarifa ya kumjua mfalme Yesu, maarifa ya kumfahamu Mungu. Na kadri ambavyo tunazidi kukua katika maarifa yake, ndivyo ambavyo nguvu zake zinaendelea kuongezeka pia ndani yetu, katika jina la Yesu. Na nakuombea mtumishi wa Mungu, na uwe na kiu ya kujaa maarifa katika jina la Yesu.